Ukimsaidia mkeo kwa wewe kwa mume, umejisaidia mwenyewe. Ukimsaidia mumeo kwa wewe kwa mke, umejisaidia mwenyewe, kwa kuwa nuru isipopata kitu cha kukimulika, nayo huwa ni giza. Nuru isipopata kitu cha kukimulika nayo huwa ni giza, kwa kuwa haitaonekana jinsi ilivyo, haitajitambua jinsi ilivyo, haitajiona jinsi ilivyo imekuwa. Mke wako amekufanya ujione jinsi ulivyo, mume wako amekufanya ujione jinsi ulivyo imekuwa. Wewe ndiyo kioo cha mume wako kujitazama. Wewe ndiye uliye kioo cha mke wako kujitazama jinsi alivyo. Wewe ndiye uliye kioo cha mume wako kujitazama jinsi alivyo. Wewe ndiye uliye kioo cha mke wako kujitazama jinsi alivyo kufanya usaidizi wako kwa mume wako ni wewe kuwa mke. Usaidizi wako kwa mume wako ni wewe kuwa mke. Usaidizi wako kwa mke wako ni wewe kuwa mume, na imekuwa hauna kazi ngumu ya kufanya mbele ya mume wako, mbele ya mke wako, zaidi ya wewe kuwa zaidi ya wewe kuwa mume ili mume